Ya kama vipi uh, viwanjani wanaita Marere Hassan namba nane mgongoni vurugu mechi katikati mwawanja zangu na anapiga media kulazimisha. Leo hii tumekuwa katika uga huu wa Ukunda Showground ambao ulikuwa katika mechi semi finali ya FKF Kwale Cup ambapo ilikuwa ni kati ya Mwavumbo dhidi ya Mbumani. Na niko naye hapa coach Eric Mwema <laughs> wa Mwavumbo ambaye timu yake ilikuwa na uwezo mwingi sana, kwa sababu hata baada ya kwamba wao wameweza uh, close magoli mawili kwa moja, lakini mashabiki hapo walikuwa wanasema kwamba Mavumbo ah, walikuwa wana uwezo, kwa sababu ukiangalia umbani wamepata red card, na walikuwa kila moja anasema kwamba Mavumbo walikuwa na uwezo wa kurudisha, labda baada ya kupata ile red card, ilikuwa kila mm, moja alikuwa anaona kwamba ulikuwa na mbinu ya kwamba, kwamba unaweza uka, ukarudisha ile goli na kwa mm, kupata yes.